Kwa mfano thoughts, mawazo mabaya yakikutawala, endapo utaamua kuyaandika, hayatakutawala tena mm? mawazo mabaya yakikutawala, endapo utaamua kuyaandika, hayatakutawala tena. kwenye kalamu tu kwenye karatasi, kwa hiyo ukachukua tu labda wazo lolote lile, ukiliandika, unalitoa katika fika ah. unapunguza makali yake, kwa sababu umeisha chora, kwa hiyo ndo maana hata dini ina nguvu kwa sababu ina vitabu, imeandikwa. Kuna Msahafu, kuna Biblia, kuna vitabu mbalimbali mbali. kwa hiyo utakuta impact yake inakuwa kali, kwani mawazo yake yameandikwa. Bahati mbaya watu wengi, na ndio maana taifa zetu zinakuwa na udhaifu fulani, kwa sababu watu hawasomi katiba mm. watu hawajui Sani. So vitu vyote ambavyo vimeandikwa vinaongezewa impact kwani vimepungua mzigo ndani ya fikra, hmm.